A Kenya nĩ maracaka ya gĩkũ kĩa mwandĩki wa mabuku wĩgatũ ngũgĩ wa thiong'o ũrĩa ũrahurũkire mũthenya wa ira na ũkũrũ wa mĩaka mĩrongo ĩnana na mũgwanja riboti ĩno ĩrarekereirio hwaĩ wa ira mũirĩtu wake wa njikũ wa ngũgĩ mũtambo-inĩ wake wa Facebook ngũgĩ wa thiong'o ararĩ mwandĩki wa mabuku hamwe na mĩthako ya ngerekano na mamwe ma mabuku marĩ yandĩkĩte nĩ therive betwn matigari ma njirũngi mũrogi wa kagogo kagogwo Of blood. I will marry when I want. Perfect Nine. Weep not, child. maingi atongoria matiganite ni machakaite Ngugi wa Thiong'o ta mwandiki urahekete gitiyo thi yothe Mutongoria wa bururi William Ruto acakaite Ngugi ta mundu urari na ucamba na wendete bururi wake na kugerera gerera wandiki ni aratigire ruri rwa gutura hari uria atwiciragia uhoro wa wiyathi, kihoto o undu umwe na mutumirire wa hinya wa kiuteti na wonjoria. Munini wake Prof. Kithure Kindiki acakaite Ngugi ta muthomi urendetwo na kuheo gitio ni nginya andu aria marari na mawoni ngurani megima Maudu matiganite mubuge wa kiharu nyoro onake ni ashakaite gugi akiugani gu akiuga ni areririkanagwo nigutuma wa Kenya ri igwike thi yothe ndumererire nererare kire irio muthenya wa waye mbiritu wake kuratuikire ni tugukorwo tukimenyithio mibango ya mathiko ni mwari wa family handu ini ha Kiambu News nii njitagwo Jenjane